Maisha ya uchumba yakoje? Hapo ndipo pa kuanzia, vijana wangu, wanangu aa, na hata wengine ambao wanakusudia kuingia katika ndoa. Kwanza kabisa tuangalie zama tulizonazo na zama zilizopita. Zamani ilikuwa wazazi wanawambia wanawambia watoto wao au baba naambia mwanangu sasa, umekua inabidi uoe. Kijana anasema sawa baba. Anatoka na mshenga wake washamwona binti uh, kwa fulani, wanakwenda wanabisha hodi wanaposa, na mazungumzo yanaendelea. Binti anaambiwa tu, wewe utaolewa siku fulani na kadha kadha, basi nitoka siku ya harusi nafika, watu wanafunga ndoa, wanakwenda kuishi maisha yao. Saa nyingine hata hawajuani, hawajawahi onana, au hata walionana barabarani au shuleni, lakini hakuna aliyekuwa ya ya, ya na nia ya kumwoa mwenzie au kuolewa na mwenzie, na ndoa zao zilikuwa zinadumu kwa, kwa, kwa muda mrefu sana. Mashallah, kila jambo kufanyia istikhara Yaani fanya omba ushauri kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lako yani, nataka kuoa huyu mwanamke kabla hata hujaanza naye mazungumzo swali, kumwomba mwenyezi Mungu kuzijua kheri zake na shari zake, kama ni heri kwako akufanyie wepesi, na kama ni shari kwako Allah akuepushie, akupe lilokuwa aliyekuwa na heri zaidi kwako. Vijana eburudini basi nyuma, Punguzeni hiyo spidi. Kesi za ndoa zimekuwa nyingi sana, uchumba unadumu mwaka miwili mitatu, lakini mkishaingia kwenye ndoa mwezi wa kwanza tu kesi zinaanza, na yale maneno yasemwayo kwamba bora aoe au aolewe kutoa mkosi Hizo kauli ni mbaya sana. Hizo ni kauli za Iblisi za Sheitan, hazitakiwi. Ndoa ni, ni ile inayojenga mawaddatan wa rahma, mapenzi na huruma baina yenu. Hata kama watu hawajapata mtoto, mimi na, na watu wengi nawajua e, wameishi miaka, miaka miaka nyingi hawajapata watoto, lakini wanaishi wanapendana sana. Eh, wakikaanga yai moja tu wanagawana, wanakula na ugali wao kwa furaha. Unaona, kwa sababu hawakuanza mapenzi kabla ya ndoa, walianza mapenzi ndani ya ndoa. Na kingine, vijana wangu, mapenzi hayaji kabla ya ndoa kusema huyu nimempenda haswa. Huwezi ukampenda mtu kabla ya ndoa, mtu anapendwa ndani ya ndoa kwa sababu ndio mahala pa kujituma, ndio mahala ambapo shetani mshampiga teke haingii ndani. Vijana, tukifuata maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maelekezo yake, tuta, tutapata amani katika hii dunia. Ni wangapi wameoana pasi na kujuana kabla, lakini wameishi maisha marefu ndani ya ndoa zao, na ni wangapi wame wameishi kwa mahusiano ya muda mrefu kabla ya ndoa, miaka miwili mitatu, mwisho wa siku ndoa imefungwa leo mwezi mmoja hawaelewani. Kwa hiyo hebu tufuate mafundisho, tusifuate matamanio ya nafsi zetu. Mtume sallallahu alehi wasallam anatufundisha kwamba mtu akimpenda binti na akishaposwa, mazungumzo yamekubalika anaruhusiwa binti na kijana waonane na wazungumze, lakini ikiwa kuna maharim baina yao, sio kwa maana watakuwa peke yao, hawaachiwi faragha ya kuongea. Lakini anaye wanazungumza, wanaulizana maswali, wanaruhusiwa, kwa sababu ili waweze kujuana, kwa maana binti amfanyie interview yule kijana. Na hata kijana pia awezi kumfanyia interview yule binti, kuona kwamba ananifaa au hanifai. Hiyo imeruhusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwahi kumwambia sahaba sahaba ambaye, sema nataka ni mwoe binti fulani. Mtume swalla wasallam akamwambia, mfuatilie uangalie. Hasa walikuwa wanaangalia miguu yao, kwa sababu wanawake wa Kiswahaba wa Wakianswari walikuwa wanatatizo kidogo katika miguu kwa hiyo hiyo ruksa, sio kumwangalia akiwa hajavaa nguo. Binti anaweza kavaa panjabi kwa maana e, suruali pana e, na gauni ndefu ambayo kidogo hata akitembele miondoko yake miguu yake ionekane ikoje, ruksa kwa mujibu wa sheria. Sasa zama zetu hizi, uh, watoto wetu, vijana wetu wanaonana huko walikoonana Uh, wao wanazungumza, saa nyingine, hasa maisha ya vyuo vikuu, wakionana huko wanazungumza, wanakubaliana wao, mzazi analetewa tu taarifa, baba, nimepata mchumba, mlete basi, imeisha. Lakini wao wanaishi kwanza kule katika maisha, ambapo katika upek upekupeku wetu tunayaona kwa kuletewa kesi mbalimbali. binti amepanga chumba chake na kijana, ana chumba chake, lakini yule kijana kwa kuwa ameshaona huyu ni mchumba wangu na nitamuoa binti, naye anajirahisisha, anakuwa yeye ndio jukumu lake kumpikia, kumfulia nguo, kumpigia pasi, kumwandalia kila kitu. Haya hayakuruhusiwa na sheria ya Kiislamu. Kwa nini sheria haijaruhusu? Kwa sababu wewe ukianza kujipa majukumu ya mke kabla ya kuwa mke, basi unajishusha thamani yako. Huyu kijana atakuona wewe huna thamani. Usidhani yale majukumu ya kabla ya ndoa ukiyafanya ndio thamani yako inapanda. Hapana. Katika maelekezo niliyozungumza awali, inaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazungumza swala zima au hajafundisha swala zima la binti kuanza kuingia katika majukumu ya kifamilia kabla hajaolewa. Saa nyingine binti anasikia kule kuna msiba ukweni, ukweni, ukweni, e, ukweni utarajiwani, si utamwona, binti anakwenda mpaka kule kwenda kutoa pole. Haikuhusu, sio kazi yako, binti subiri. Japo kijana anaweza akaenda, kijana anaweza akaenda, itamsaidia yeye kwa sababu hapunguzi heshima yake, hapunguzi ujana wake, hapunguzi ubinadamu wake ila binti ukienda we unaenda kujichora. Kwa hiyo, wabinti, kaa nyumbani, tulia. Na kingine ni pale binti uh, kijana na binti watakapoanza kuzungumza sana, siku hizi kuna mitandao ya kijamii, dunia iko kiganjani. Basi mtachati, mtaongea video calls usiku mchana, kila time hii maana yake unapunguza yale mapenzi ambayo yangekuja ndani ya ndoa kabla ya ndoa. Asalamu alaikum, wa alaikum salam, hujambo, si jambo, imetoka. Lakini masuala ya kuongea usiku kucha, sa nyingine wanamwacha mwenzio mpaka eti yeye yeah, alale. Unaanza kuwa mtumwa mapema, hupati thawabu, unapata dhambi. Sio muda wake bado, Unajishusha thamani, hasa we binti, unajishusha thamani, sio muda wake. Wewe akikupigia simu mwambie mwisho wangu ni saa tatu au mwisho wangu saa nne, siwezi kupokea simu nyingine baada ya hapo. Lakini pia siruhusiwi kuongea zaidi ya robo saa. Mnaongea kwanza nini? Kwanza mnaongea nini? Mipango watapanga wazazi, nyinyi simshakubaliana ushasemana ntakuoa ndio, imetosha. Ushamchunguza binti, ushamwona anakufaa, haina haja ya kuendelea kuongea naye na kupiga naye stori kwa muda mrefu. Ni sawa sawa unatafuna mua, kisha lile lile kapi lile, baada ya ndoa wewe unakuwa kapi. Kwa hiyo binti wa Kiislamu, binti yoyote, jichunge, usiingie katika majukumu ya ndoa kabla ya kuingia ndani ya ndoa. Uh, suala jingine ni lile suala zima la la ku mtoto wa kike kudai matumizi kwa mtoto wa kiume. Anaanza kudai, ah, siko vizuri, sina chakula leo, ah, leo nyumbani kwetu kuna kadha, nahitaji pesa. Mtoto wa kiume naye anaingia kuanza kutoa matumizi unaanza kutoa matumizi. Watoto wa kiume siku hizi wengi wamekuwa wajinga wajinga, hawajui hata wapi pesa yangu natakiwa niipeleke. Basi anaanza kuhonga mapema, huyu binti anakuchuna, anakuchuna, anakuchuna, mwisho wa siku anapata mwingine ambaye ana pesa kuliko yeye, basi anaku, anakupiga chini, anakwenda kwa mwingine. Sasa hii ingie kwa wote wawili, mtoto wa kiume usiweze bedayo Usikubali kuchunwa, we sio mbuzi. Na we mtoto wa kike, hiyo sio kazi yako. Wewe unatakiwa uwe mstaarabu, jiandae kwamba wewe utakuja kuwa mke mwema, jiandae kwamba wewe utakuja kuwa mama bora, jiandae kwamba wewe utakuja kuwa mlezi mzuri wa mumeo na familia yako na familia yake. Mpaka hapa, naomba tujipange vizuri kabisa, tuache fikra za kuingia katika majukumu ya ndoa kabla ya kuingia ndani ya ndoa. Jizuie, kandamiza nafsi. Unaweza, unaweza wewe wa kike unaweza, na wewe wa kiume unaweza. Tukimwangalia Nabii Yusuf alayhi salam, Yusuf alayhi salam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini kabla hajashushiwa wahai alikuwa anaishi kwa waziri. Mke wa waziri alimtaka kwa nguvu Nabii Yusuf kiunyumba lakini alikataa, na maneno yake yalikuwa maadha Allah, najikinga kwa Mwenyezi Mungu na uovu huu wa zinaa. Lakini na kwa watoto wa kike, hebu tuangalie wanawake wema. Yule binti ambaye aliitwa na mtoto babake mdogo ambaye alikuwa ni tajiri sana, na huyu binti alikuwa ni maskini sana, anahitaji fedha anahitaji pesa ya matumizi. Mtoto babake mdogo alimtaka kiu nyumba, yule binti alimwambia, funga milango yote. Mtoto wa kiume akasema, nimefunga milango yote. Binti akamwambia, bado mlango mmoja ambao ni baina yangu mimi, wewe na Allah. Yule kijana aliona haya. Si, si kuna vijana ambao wanaweza kasema hivyo, kasema tutatubu, tufanye tutatubu. Ukithubutu kushusha nguo zako huyu kijana, hata kama mtatubu, lakini atakuachia doa, hautofanikiwa tena katika maisha yako, hata akija kukuoa kwa mizizi na minini, lakini ndoa yenu itakuwa mashakani na hata amani haitokuwepo, hakuna kuaminiana tena. Kwa hiyo jichunge, jiheshimu, jilinde, zuia nafsi, kandamiza nafsi, swali, omba dua Mnyenyekee Allah, lakini usiruhusu mahusiano ya karibu hayo, ndio atakayosababisha wewe ukashindwa kufunga ndoa. Na kingine cha mwisho ni kwamba thamani ya, ya binti anaitengeneza yeye mwenyewe, hatengenezewi na mtu. Sikiliza mawaidha haya, kisha jipambe nayo. Na wewe kijana wa kiume, Thamani yako unayo wewe mwenyewe itengeneze, lakini pia hebu kuwa na haya, kuwa na aibu, mwogope Mwenyezi Mungu, usimuharibu huyo binti, kwa sababu nawe wako kwako atakuja kuharibiwa. Mpaka hapa sina la ziada, nakutakieni kila la heri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.